Nina mchapo mchapo, mnajua maana yake? Eh? Basi mchapo huu unahusu utoaji sadaka. Unahusu nini? utoaji sadaka, sadaka isiyouma. Kuna sadaka inayouma na sadaka isiyo uma. Huu nausu mchapo wa sadaka isiyo uma. Bwana Yesu aliwaagiza wafuasi wake akisema ya na nanuku, viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka viuzeni mlivyo navyo mtoe sadaka mwisho kunukuu. Kutoka injili ya Luka sura ya 12, aya ya 33. Swali la kujiuliza, unatoaje sadaka yako kwa Mungu? Sadaka yako unaiandaje na unaitoaje kwa Mungu? Je, unatoa sadaka inayouma au isiyouma? Na sadaka ni ishara ya imani ya mtu. Sadaka ni kipimo cha imani yako kwa Mungu. Ebu tufanye tafakari juu ya waamini watatu waliokutana kijiweni na kuanza kujigamba jinsi walivyotoa sadaka yao kwa Mungu. Muumini wa kwanza alijigamba hivi akisema na nukuu, mimi nikija kutoa sadaka kwa kawaida, nachora msitari ardhini, kisha ninasimama juu yake. Ninachukua pesa yangu yote natupa juu, itakayoanguka upande wa kulia ni kwa ajili ya sadaka kwa Mungu, itakayoanguka upande wa kushoto hiyo ni yangu. Mwisho wa kunukuu. Kumbe alipokuwa natupa juu, alielekeza upande wake wa kushoto kusudi achukue pesa yote. Muumini mumini, wa pili Alijifaragua akisema nanukuu, mimi nitafanya zoezi tofauti. Nitachora duara, kisha nitasimama katikati yake, nitarusha pesa yangu juu. Pesa itakayoanguka ndani ya duara ni kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka. Na itakayoanguka nje ya duara ni yangu. Mara zote alijitahidi kuchora kaduara kadogo na pesa yote ilianguka nje ya duara. Hivyo Mungu hawezi kunilaumu kwa kumnyima sadaka. Mwisho wa kunukuu. Muumini wa tatu alijinadi akisema, na nukuu, mimi nitafanya kitu ambacho ni bora zaidi. Mimi sitachora kitu chochote alizini ili kukomboa muda bali nitachukua pesa yangu yote na kuirusha angani, kisha nitamwambia Mungu achukue pesa anayohitaji na inayoanguka livini ni yangu. Mwisho wa kunukuu. Kisa hiki ni cha waamini wa majina tu, ni cha waamini wenye imani haba, hawajui wanachofanya ni waumini ambao mbegu ya imani haijakomaa haijajisimika mioyoni na kuzaa matunda. Biblia inasema imani bila matendo imekufa, mwisho kunukuu kutoka barua ya Yakobo sura ya pili aya 26. Na imani ni kitu gani? Katika barua kwa Waebrania sura ya 11 aya ya kwanza tunafafanuliwa imani ni nini. Anasema hivi: imani ni kuwa na hakika ya mambo ya tarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ndio imani hiyo. Kwa hiyo napomtolia Mungu kitu nakuwa na imani kwamba kile unachomuomba kupitia sadaka yako atakupatia. Basi tutoe sadaka inayouma. Sadaka ni kipimo cha imani yako. Tunapewa mifano mbalimbali mbali ya sadaka ya watu wenye imani. Katika Waraka kwa Ibrania sura ya 11 tumepewa mfano wa imani ya Abrahamu jinsi alivyomtoa sadaka mwanaye Isaka wakati Mungu alipomjaribu maanaye pekee hakumkatalia Mungu alipomjaribu amtoe sadaka, alikuwa tayari kumtoa kwa Mungu bila kumng'ang'ania, na mtoto aliyempata kwa tabu uzeeni na mke wake Sala alikuwa tasa, wote ni wazee. Sasa Mungu anamwambia huyu mtoto mtoe sadaka, akamtoa sadaka. Soma kitabu cha Mwanzo sura mbili Webrania sura mmoja ya 22 na waraka kwa Waebrania sura ya 11 aya ya 17 saba. Toeni sadaka inayouma jinsi mama mjane wa Sarepta alivyotoa sadaka ya kipande cha mkate kwa Nabii Eliya wakati wa kipindi kirefu cha ukame na njaa kali. Soma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 17 aya 8 hadi ya 16. Toeni sadaka inayouma kama ya mama mmoja mjani na maskini aliyetia sarafu mbili ndogo za fedha kwenye sanduku la hazina. Yesu alimsifu sana kwa sababu alitoa yote, hakugawanya hizo senti mbili kumtolea Mungu senti moja na mwenyewe kubaki na moja. Zote alizitoa, alitoa kila kitu alichohitaji kwa kuishi. Soma injili ya Marko sura 12 aya 41 hadi 44 na Injili ya Luka sura 21 aya ya kwanza hadi 4. Toeni sadaka inayouma kama ya mtoto aliyetoa mikate mitano ya shairi na samaki wawili kwa Yesu, ambao alikuwa ni kamlo kake mtoto alikategemea ako kamlo aka katoa koti kwa Yesu na hivyo mikate hiyo mitano ya shahili na samaki wawili Yesu akaweza kuvifanyia muujiza wa kulisha watu elfu tano soma Injili ya Yohane sura ya sita aya kwanza hadi 15 Tusipotoa sadaka inayouma tunajizuilia miujiza isifanyike maishani mi, mi mwetu, kwa sababu ya ubahili na ubinafsi. Ubahili na ubinafsi vinazima miujiza katika maisha yetu, vinaziba na kuzima majibu ya sala zetu. Kwa hiyo unapomwomba Mungu inabidi sala zako zisindikizwe na sadaka inayouma. Toeni sadaka inayouma jinsi ile Yesu alivyo jitoa mwenyewe msalabani, alijifanya sadaka, kafara ya kutondolea dhambi zetu. Soma Barua ya Kwanza ya Yohane sura ya 4 aya tisa hadi ya kumi Maandiko matakatifu daima yanatuimiza yakisema, na nukuu, toa ulicho nacho, ukiwa na zaidi toa zaidi. Hata kama unacho kidogo tu, toa sehemu yake. Kwa kufanya hivyo, utajiwekea zina bora kwa wakati wa shida mwisho kunukuu kutoka kitabu cha Tobit sura ya 4 aya 7 na 8 na Bwana Yesu anaendelea kusema kila aliyepewa vingi kwake huyo vitatakwa vingi naye yaliwekea amana vitu vingi kwake huyo watataka na zaidi. Soma Injili ya Luka, sura 12, aya 48 <coughs> Ndio namna ya kutoa sadaka inayouma. Ndio mifano ya watu wanavyotoa sadaka inayouma.